Mambo vipi, Tanzania? Mimi ni kama wewe, nimekuwa nikijiuliza ni wapi nitapata huduma bora na sahihi na salama. Ndio maana leo niko hapa Steam Generation Company Recovery, kujua ni nini wanachokitoa asasa katika huduma zao za kisalama na kisheria zaidi, kwa mteja wowote yule aweza kunufaika kwa namna yoyote kupitia Steam Generation Company Recovery. Karibu tukuonyeshe tujamfikia mtaalamu wetu Dr. Swai, je ni kuna madeni aliyokaa muda mrefu au pengine unamdaiwa aliyepotea? Au umekuwa na changamoto wa wafanyakazi kutofanya kazi kwa namna fulani? is right. Flani taasisi nyingi za fedha taasisi nyingi za mali zisiohamishika kwa maana real estate zimekuwa zikiuza bidhaa zao kwa wateja kwa kupitia mikopo, na mara nyingi kwa njia hii imewapelekea mauzo yao kuwa makubwa sana. Lakini changamoto imetokea pale wateja wao wanashindwa kurudisha mikopo walioichukua. Je, unahisi kuna, kuna shida gani pale? Steam Generation Company Limited tupo hapo kwa ajili ya hii huduma. Tunatoa huduma bora kwa ajili ya ukusanyaji wa mikopo kutoka kwa taasisi za fedha, taasisi za mali zisizohamishika kwa maana kwamana real estate, kuanzia taasisi ndogo hadi taasisi kubwa tunafanya.